Wengine kwa wakulima wa mahindi katika kaunti ya Bungoma pia wamelalamikia upungufu wa mbolea. Wakizungumza na wanahabari katika kijiji cha Kituni eneo bunge la Webuye magharibi, wakulima hao wamelalamikia kutembea mwendo mrefu kutafuta mbolea hiyo huku wakitoa wito kwa serikali kupeleka mbolea hiyo hadi mashinani kwenye ofisi za machifu <tipa> mtindo wa kugawa hii mbolea wa ziweke maybe pa every sublocation um, um, uh, pa every sublocation ndio watu wasisafiri kwenda umbali, because unajua mtu anasafiri maybe anatoka hapa anaenda eh, Bukoli kwenda kuchukua mbegu. Kwa wengi wetu kwetu tukipanda mbegu zimepanda, kama huu mfuko ni 700, naona ametuletea bure, tunataka tumshukuru sana.